Kapunza ako kamama mpaka kaonekane kama kabunge kalikotoroka vikao. Yes, piga pamba, aonekane yuko smart, mpe tumafuta tuzuri na tupafyumu. Akipita watu wanamuwao bila kupenda, oh, dada! Kumbe wanataka dada ana kapafyumu safi. Wanaume mko hapa, mulio kwenye ndoa muko hapa Amen. Amen. Tulia na mkeo mtunze, mweke vizuri. Sa nyingine anaonekana kama kokoo kwa sababu hujamtunza sawasawa. Katunze kamuke kako hako hako, kamama hako kaweke sawa. Kwani a unaotembea unaoangalia barabarani huko unasema ee, hey, wameumbwa hawajaumbwa, wamegharamiwa kabisa. So unashinda kuvalisha mke wako vizuri, anavaa zile nguo siku hizi tunaita juhudi kuinama. Yani ile juhudi <laughs> yako kuinama na kuchambua, alafu nasema mke wangu apendezi. Wanapendeza na juhudi kuinama. Unamletea mi mafuta ya kupaka, utafikiri eh, mnyororo wa baisikeli anataka kurainisha, utafikiri ni vyuma vya injini. Yani unamletea mifuta haieleweki. Tunza mkeo katika vitu ambavyo havina spea tairi ni ndoa. Ni huyo huyo akipata pancha, unga ujaza upepo, safari iendelee. Huwezi kubadilisha. Kama usipotunza wakwako, utatamani wa wenzako barabarani utatamani vibinti vidogo, ndo vitakuendesha kushoto kulia, vitanyang'anya mishahara yote, vitachukua pesa yako yote. Unaanza kusema dunia ni ngumu, dunia ni shida, kumbe ni wewe mwenyewe. Matumizi ni mabofu. Yes, una muke una mume, ulichokosa ni nini? Wanawake na wanaume ni walewale wale. Yes, kamuulize Selemani kama aliwahi kulizika, alikusanya wanawake mia saba na masuria mia tatu jumla elfu moja Bado akasema nimegundua ni, ni kujirisha upepo, sijalizika chochote. Kuna wengine alikuwa nawatongoza, anasema nao, nataka anasema mbona nishakubali mi wakwako, niambie tu kama utakuja jioni ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, kuwasilishe kwa kwako mawazo yenye tija kwa maneno na dhahabu, kukupa hamasa, kukujengia uwezo wa kufanya zaidi.